Mimi ninaitwa Sister Dr Mayola Thomas Massawe CDNK, nilijiunga na shirika mwaka 1993, mm -hmm, mwezi Disemba mm -hmm. Januari 1994 nilienda kufanya malezi yangu ya uaspiranti Nairobi miaka mm -hmm. hiyo tulikuwa tunafanyia St. Thomas ya Aquinas Nairobi mpaka mwaka tisini na tano mwezi wa pili tarehe mbili nilipokea leo huruma konventi kama mkandidati. Kwa kipindi kile ilikuwa inadumu kwa muda wa miezi sita, elfu mbili elfu moja mia tisa tisini na tano mwezi wa nane tarehe tano tuliingia upostolanti, ambapo postolanti ulidumu kwa muda wa miaka miwili, ambao tuliingia mwaka tisini na sita tisini na tano, tisini na sita. Tisini na sita mwezi wa tano nilijiunga na unovisi maili sita, ambapo unovisi ulidumu kwa miaka miwili tisini na sita mpaka elfu moja mia tisa tisini na nane, ndipo nilipoweka nadhiri zangu za kwanza. Mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa nilitumwa kufanya utume wangu kwenye jumuiya ya masista Igoma Mwanza, nilifanya pale mpaka mwaka elfu mbili nilihamishwa kwenda kwenye jumuiya ya masista parokia Geita. Mwaka elfu mbili na moja mwishoni nilipangwa Kibosho Parish ambapo nilikaa mpaka mwaka elfu mbili na mbili mwishoni, nilirudi kwa maandalizi ya kwenda kusoma sekondari elfu mbili na tatu mpaka elfu mbili na sita nilisoma kidato cha kwanza mpaka cha nne Sent Maria Goreti Sekondari. elfu mbili na sita, elfu mbili na saba, elfu mbili na nane nilisoma masomo ya elevo Sent Maria Goreti Sekondari. Mwaka elfu mbili na kumi nilikuwa kwenye kituo cha malezi kwa mwaka mmoja, nikiwa nafundisha maaspiranti elfu mbili kumi na moja mpaka elfu mbili kumi na sita nilijiunga na chuo kikuu cha afya na tiba Bugando KUHAS ambapo nilisoma udaktari kwa muda wa miaka mitano. Nilimaliza elfu mbili kumi na sita. elfu mbili kumi na saba nilienda kufanya internship kwenye hospitali ya rufaa ya St Benedict Ndanda Mtwara kwa mwaka mmoja elfu mbili kumi na nane nilipangwa kufanya utume kama daktari hospitali teule ya Kilema. Ni hospitali inayomilikiwa na, na jimbo Katoliki Moshi, lakini sisi tunatoa pale huduma elfu yeah. mbili kumi na tisa mwezi wa pili niliteuliwa kuwa mganga mkuu wa hospitali ya yeah. yeah. yeah. Kilema mwaka elfu mbili ishirini na mbili mwezi wa kumi niliomba kwenda kujiendeleza kwenye ku specialize kwenye magonjwa ya kina mama, obstetric and gynecology, katika chuo kikuu cha kumbukumbu ya Abati Kairuki Dar es Salaam.